Unajua, tunaishi kwenye dunia ambayo simu imekuwa zaidi ya kifaa cha mawasiliano. Simu yako leo sio tu ya kupiga na kupokea, ni ofisi yako, ni benki yako, ni daftari la siri zako, ni albamu ya maisha yako yote. Na jambo la kusikitisha ni kwamba watu wengi hawatambui thamani ya hizo simu zao mpaka siku watakapopoteza kila kitu kwa kosa dogo sana. Kumpa mtu simu yako bila maandalizi yoyote ni jambo la hatari sana. Leo nitakuambia kitu ambacho watu wengi hawapendi kukisikia. Simu yako inaweza kufungulia milango ya matatizo, kama hujui namna bora ya kuitunza, hasa pale unapompa mtu mwingine aitumie hata kwa dakika moja tu. Hebu jiulize, ni vitu vingapi vya siri vipo kwenye simu yako? Chats zako wewe na mpenzi wako, mijadala wa kazi uliojaa maelezo ya mradi mkubwa na siri za kazi, screenshot za mazungumzo ya kikazi au hata picha zako za siri ambazo kutarajia mtu mwingine azione. Simu yako ni kama nyumba yako. Huwezi kumpa mtu funguo za nyumba yako na kuondoka bila kumwonyesha chumba gani hatakiwi kuingia, lakini kwa simu, watu wanatoa tu. Utasikia unaambiwa, Jaki, naomba simu yako mara moja, ni chaki kitu kwenye Google. Halafu mtu yule anapata muda wa kupekua kila sehemu, na cha kusikitisha ni kwamba si kila mtu anayekuomba simu ni mwaminifu. Kuna watu wanajifanya marafiki, lakini dakika tatu na simu yako zinawatosha kuharibu heshima yako mitandaoni. Wanaweza kutuma picha kwa namba fulani, wanaweza kufungua apu zako zenye taarifa za benki, wanaweza kupiga simu kwa jina lako wakisema mambo ya ajabu ajabu. Kwa mfano, kuna kijana mmoja aliwahi kumwachia rafiki yake ashike simu yake kidogo, kwa sababu alikuwa na simu yenye kamera nzuri sana. Yule rafiki aliingia WhatsApp akafungua chat za mpenzi wa yule jamaa akachukua screenshot za chat za siri akazituma kwa watu wengine. Yule kijana hakuwa na habari mpaka akaanza kuambiwa, oi, mbona tunaona picha zako kwenye magrupu fulani fulani. Mahusiano yake yakavunjika, sifa yake ikaharibika, kisa dakika mbili tu za uzembe. Simu yako pia ni kitambulisho chako. Ukiibiwa simu au mtu akaipata bila tahadhari Anaweza kufanya yafuatayo. Mtu huyo anaweza kufungua akaunti za mitandao kwa jina lako, kuweka status au post za aibu zinazokuhusu, kufanya oda za bidhaa kwa jina lako, kutumia namba yako kusajili app za mikopo, hadi unajikuta una deni hata hujui limetoka wapi. Kuna mtu aliwahi kuomba simu kwenye kituo cha basi, akisema anaomba apige simu mara moja, ana dharura. Alipopewa aliingia Play Store Akasajili app ya mikopo akachukua mkopo kwa jina la mwenye simu. Baada ya siku tatu, meseji za kudai mkopo zilianza kuingia. Jamaa alikataa, lakini namba ni yake, jina ni lake na fingerprint zilitumika. Hakuna kumsikiliza. Na ndiyo maana leo Bongo Fresh tunakufundisha kwa sauti kubwa, kamwe usimpe mtu simu yako bila kufanya hiki kwanza. Je, nini ufanye kabla hujampa mtu simu yako? Kama unataka kumsaidia mtu kutumia simu yako ni sawa, lakini fanya hivi kwanza. Moja, tumia guest mode. Simu nyingi za Android zina guest mode, sehemu ambayo mtu anaweza kutumia simu bila kuona data zako. Ni kama kumpa mtu simu tupu kwa muda. Unaweza kuingia kwenye setting, ukabonyeza users au guest, na mtu atatumia simu yako kama mpya. Ataweza kugoogle au kupiga simu, lakini hawezi kuona picha zako, meseji zako au hata app zako. Pili, weka app lock. Kuna app nyingi za bure zinazo lock app zako binafsi. Kama unajua kuna vitu vya faragha kama WhatsApp, gallery, notes, lock kwa password tofauti. Hata kama mtu ana simu yako hawezi kufungua app hizo. Tatu, Tumia screen pinning. Hii inamuweka mtumiaji kwenye app moja tu ukimpa simu yako kwa ajili ya kutumia calculator, hubaki calculator tu. Akijaribu kutoka huko lazima aweke password. Nne, si vibaya kukataa kutoa simu yako kama una mashaka au mtu unaona asiwa kuaminika, ni vyema kusema samahani, simu yangu ina vitu vya kazi. Usijisikie vibaya, heshimu simu yako kama unavyoheshimu waleti yako. Huwezi kumpa mtu waleti yako akae nayo dakika tano. Kama ndivyo, mbona simu unampa? Leo watu wameharibiwa maisha kwa sababu ya kutokujua thamani ya simu zao. Wengine wamefunguliwa mashtaka, wengine wameachwa na wapenzi, wengine wameibiwa hadi mamilioni na zaidi, kwa njia ya apu za mikopo. Na yote hayo yalianza na kauli rahisi sana, basi tumia simu yangu kidogo. Simu yako ni wewe, siri zako, maisha yako, ndoto zako. Usikosee kwa kuamini kila mtu ni mwaminifu, hata kama ni ndugu yako wa kuzaliwa naye. Kamwe usimpe mtu simu yako bila kuhakikisha umeiweka password, imelindwa na umepunguza hatari, kwa sababu ni rahisi sana kupoteza kila kitu kwa dakika mbili za uzembe. Kama umewahi kupitia tukio lolote linalohusiana na simu yako kutumiwa vibaya, tafadhali andika kwenye comment. Na kama video hii imekugusa au kufungua macho yako usisite kubonyeza like, pia share ya kwa ndugu zako na usisahau kusubscribe kwenye video zaidi kama hii. Kumbuka, mtu wa simu yako ni mtu wa maisha yako. Usimpe mtu simu yako kabla hujafanya hiki.